Ninatoa siku saba. Sitaki kuona mifugo imeingia katika skimu ya umwagiliaji UWAWAKUDA. Natoa siku saba, kwa ndani ya siku hizo saba mtakaa mtafanya vikao vyenu mtajua mtafanyaje, lakini sitaki kuona mifugo katika katika hiyo skimu. Fikisheni taarifa kwa wananchi na fikisheni taarifa kwa uh, wafugaji wenzenu. Viongozi na watendaji, nataka taarifa kwanza, mfanye kitu tunasema Eh uh, uchunguzi assessment kule kwenye vijiji vyenu, muangalie hali ile ya wafugaji jinsi ilivyo kule, lakini maelekezo yangu ni kwamba mwende mkasimamie sheria. Natoa siku saba, sitaki kuona wafugaji wanaingia hapa, mifugo inaingia hapa kwenye hii skimu ya umwagiliaji, na nataka kupata taarifa kutoka kwenu na kupata taarifa kutoka kwa viongozi wa wafugaji pamoja na uh, viongozi wa kimila kwamba maagizo yangu haya mmetekeleza kwa kiwango gani kwa sababu sasa tunaingia tunaenda kwenye kilimo na ni kwenye kipindi cha, cha kilimo. Kwa hiyo ni siku saba kuanzia leo. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 17, tarehe 24. Nataka nipate hiyo taarifa ya kwamba mmetekeleza kwa kiwango gani haya maelekezo, lakini sitaki kuona mifugo. Watu wengine ambao ni wataalamu wa sheria pamoja na vyombo mimi nitaka nav, baada ya kupata hiyo taarifa yenu nitajua tutafanyaje, pamoja na mahakama yapo maelekezo na yapo ee, upo utaratibu wa kupitia upya hizi sheria kwa ajili ya kuona kwamba kama kuna maboresho yoyote tunaweza kuyafanya kwenye hizi sheria, lakini nataka kuona haya maagizo ambayo nimeyatoa kwenu nyinyi yanatekelezwa. Kumbushane kama tunavyokumbushana kwenye misikiti, tunajua Mungu yupo jamani, lakini tunasema njoni tuswali, njoni tuswali. Sasa huko tunapiga kelele, tunasema kwamba msiingize mifugo msiingize mifugo, yaani ndo kauli yetu, ndo maana tumeitana hapa kwamba bodi kwa niaba ya wanachama haitaki ingizwe mifugo aba, na bahati nzuri mkuu wa wilaya amesema msiingize mifugo. Sasa ikiingia mkipambana na askari huko, mheshimiwa naneo usidii tusaidie, kwa sababu usipotusaidia askari zetu kule watakosa nguvu ya kisheria, utusaidie kwa bidii. Mimi, ni kushukuru sana Mkuu wa Wilaya, nikushukuru. Tuendelee kushikamana Mvomero yetu hii, hasa kata ya Dakawa haijawahi kuwa na migogoro mikubwa ya wakulima na wafugaji, tusije tukaianzisha sisi, na ndio lengo kuitana huku ni kukumbushana na kusimamia sheria. Ushirika una eneo lenye jumla ya hekta 3225.15 kati ya hizo hekta 2000 zina miundombinu ya umwagiliaji na zinatumika katika uzalishaji wa mpunga hekta 1900 inatumika na ushirika na hekta 1000 wamepewa kituo cha utafiti wa kilimo TARI Dakawa. Hekta 1000 pia hazijaendelezwa na tayari ushirika kwa, kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo umeandaa mkakati wa kuendeleza hekta 225.15 zilizobaki zimetengwa kwa ajili ya majengo na hifadhi ya misitu. Ushirika una hati miliki ya miaka 66 kuanzia tarehe kumi na nane Aprili 2012. Kumi. Wakati tunapewa shamba hili lilikuwa lina uharibifu mkubwa wa miundombinu yani mifereji, pampu za kusukuma maji na kadhalika. Hivyo chama kilishirikiana na, na wilaya ya Mvomero tukapata wafadhili kutoka US USAID wa kutujengea miundombinu ya mifereji mikubwa na midogo pamoja na milango ya kuingizia maji mashambani. Ukarabati huu kilitumika kiasi cha shilingi bilioni 24. Pesa hii ilitumika pesa hii ilitumika kukarabati mifereji yote na matuta yanayozunguka shamba, shamba na kusakafia. Ukarabati huu ulipelekea ongezeko la uzalishaji toka gunia kumi mpaka 40 kwa hekari. Hata hivyo, katika kipindi chote cha kuendesha cha kuende, cha kuende, shamba hili tumekuwa tunakabiliwa na changamoto na majirani zetu jamii wa wafugaji kuingiza mifugo yao shambani ambayo huharibu mazao ya wakulima wetu na uharibifu wa miundombinu. Kamati ya ulinzi ya shamba la Wakuda ishirikishwe wenyeviti wote wa vijiji sita, wawepo kwenye kamati ile, ambayo mnakaa, changamoto inapokuja basi hao pia wao sehemu ya kamati ya ulinzi ya Wakuda, hilo moja, kwa sababu itaturahisishia kujua kila mwenyekiti wa kijiji husika wafugaji gani wanaingia katika eneo hilo. Kwa hiyo hilo pia ni ombi langu kwamba mnapoandaa kikao kama Wakuda ya kamati ya ulinzi na usalama kwa ajili ya, ya shamba hili, wenye vitu vijiji hivi kwenye kata yangu wote wawe sehemu ya kamati hiyo. Kile jambo lingine Mheshimiwa DC, na ombi langu kwa Wakuda, kila binadamu lazima ufikirie mambo mengi wafugaji wanakuja kwenye shamba hili kwa sababu ya changamoto za malisho, na kwa sababu malisho imebadilika sasa hivi ni mazao kama unapouza mbaazi. Ni ombe wa wakuda kwenye bajeti inayokuja hebu tuone namna yale mabakia ya majani ambayo tunalima, tunakata, tunaziache tufunge na kuweka kwenye, kwenye magodao ni tuwauzie wafugaji ili